Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi leo Jumatano, ya tarehe ishirini na nne Disemba elfu mbili na ishirini na tano. Somo letu ya siku ya leo ni kichwa cha habari kinachosema kungoja na kukesha. Fungu letu ni kitabu cha Hebrania sura ya kumi mstari wa 35 basi msiutupe ujasiri wenu kwa maana una thawabu kuu. Tuombe. E, Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu na shukrani kuu tukiitukuza jina lako takatifu. Asante kwa uhai, asante kwa pumzi, asante kwa neema uliotujalia hadi saa hii ya kesha la asubuhi. Asante kwa kutupa fursa ya kukesha tukimwinua Yesu kama mfalme ajaye. Bwana, tunaomba we pamoja nasi katika kesha hili, utuoshe kwa damu ya Yesu Kristo, ututakase mioyo yetu na mawazo yetu na uondoe chochote kinachoweza kusimama kati yetu na wewe. Tusaidie tuache mizigo yote ya dunia, hofu na wasiwasi, ili tukutafute wewe kwa moyo wote. Roho Mtakatifu, shuka kati yetu, tupe nuru ya kuelewa neno lako, utuimarishe katika imani na utufundishe kungoja na kukesha kwa uaminifu, tukingojea kurudi kwa bwana wetu Yesu Kristo tupe masikio ya kusikia, macho ya kuona mapenzi yako na mioyo inayotii sauti yako. Bwana, kesha hili liwe na mabadiliko ya maisha, la upya wa roho, na la ushindi juu ya nguvu za giza. Tulinde dhidi ya usingizi wa kiroho na mashambulizi ya adui. Tujaze ujasiri, tujaze tumaini, na tujaze upendo wa mbinguni tunakukabidhi kesha lote mikononi mwako, tukiamini kuwa wewe ndiye mwanzo na mwisho wa kila jambo. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu na mfalme ajaye, amina. Yesu anakuja upesi, nasi nafasi yetu inapaswa kuwa ya kungoja na kukesha kwa ajili ya kuja kwake. Hatupaswi kuruhusu kitu chochote kusimama katikati yetu na Yesu. Tunapaswa kujifunza hapa kuimba wimbo wa mbinguni, ili kwamba wakati ambapo, ili kwamba wakati wa pambano letu litakapokuwa limekwisha, tuweze kujiunga katika wimbo wa malaika wa mbinguni katika mji wa Mungu. Ni wimbo gani huo? Ni wimbo wa sifa, ni wimbo wa heshima, ni wimbo wa utukufu kwa yeye aliyeketi katika kiti cha enzi na kwa mwana kondoo milele na milele. Tutakutana na upinzani Tutachukiwa na watu wote kwa ajili ya Yesu Kristo pamoja na Shetani, kwa sababu wanafahamu kuwa wafuasi wa Kristo wana nguvu ya Mungu ambayo itadhoofisha mvuto wake. Hatuwezi kuepuka fedheha. Hatupaswi kuruhusu muda wetu kutawaliwa sana na mambo yanayopita, au hata kwa mambo yanayofungamana na makusudi ya Mungu yatakayotufanya kupitisha siku baada ya siku bila kujiweka karibu na upande wa Yesu uvu ujao damu. Tunataka kuzungumza naye kila siku, tunaasa kuvipiga vita vizuri vya imani. Itakuwa vita ngumu sana kudumisha maisha ya imani thabiti, lakini ikiwa tutajitupa kikamilifu kwa Kristo tukiwa na uamuzi thabiti wa kumngang'ania yeye pekee, tutaweza kumshinda mwovu na kupata ushindi adhimu. Mtume Paulo anatusihi basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Tena anasema, lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Tunapojihisi shauku kidogo ya kuzungumza na Yesu, hebu tuombe sana. Kwa kufanya hivyo, tutavunja mtego wa Shetani, wingu la giza itatoweka, na tutatambua uwepo mzuri wa Yesu. Historical Sketch 145, 146. Wakristo wanaweza kuwa na furaha ya ushirika pamoja na Kristo, wanaweza kuwa na nuru ya upendo wake na faraja ya kudumu ya uwepo wake. Na kila hatua katika maisha inaweza kuleta karibu na Yesu, inaweza kutupa uzoefu wa kina wa upendo wake na kutuleta hatua moja karibu na makao ya amani yaliyobarikiwa. Hebu natusiutupe ujasiri wetu, bali tuwe na imani thabiti thabiti zaidi ya ilivyokuwa kwanza. Hata sasa Bwana ametusaidia na atatusaidia hata mwisho. Hebu na tutazame kwenye nguzo kuu zinazotukumbusha yale Bwana aliyoyatenda kutufariji na kutokoa kutoka mkononi mwa mharibifu. Hebu na tuhifadhi vyema katika kumbukumbu, hebu na tuhifadhi vyema katika kumbukumbu kumbu zetu rehema zote ambazo Mungu ametuonesha. Machozi aliyoyafuta ya maumivu aliyotuliza, wasiwasi aliouondoa, uongo uoga aliyoutawanya, mahitaji aliyotupatia na baraka alizotoa, hayo yatuimarishe kwa mambo yote yaliyo mbele yetu Steps to Christ, 125. Kwa hakika kama ambavyo haujawahi kuwepo wakati ambapo Mungu hakuwepo, vivyo hivyo kwa hakika haujawahi kuwepo wakati ambapo haikupendeza nia ya Mungu ya umilele kudhihirika neema yake kwa wanadamu. The SDA Bible Commentary, Ellen G White Comments, Volume 7, 934. Tuombe. E Baba mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako usio na kifani kwa ulinzi wako katika kesha hili na kwa neno lako lililotutia moyo na kutuimarisha. Asante kwa uwepo wako ulioonekana na usioonekana na kwa Roho Mtakatifu aliyekuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Bwana, tunakuomba ulitie muhuri neno hilo tupatie mioyoni mwetu, tusaidie tusitupe ujasiri wetu kwa maana una thawabu kuu. Tunapokwenda katika majukumu ya siku hii, tuwe watu wa kungoja na kukesha, tukikaa karibu na Yesu kila wakati. Tusaidie kuishi kwa imani, kushinda majaribu na kusimama imara hata katikati ya pinzani na fedheha kwa ajili ya Kristo, tuwe mashahidi wa kweli, wa Injili katika maneno, matendo na mienendo yetu. Bwana bariki kila aliyeshiriki kesha hili, ponya walioumia, tia nguvu waliodhoofika, fariji wenye huzuni na uimarisha waliokata tamaa, tuongoze katika njia ya haki hadi siku ile tutakapokuona uso kwa uso. Tunapofunga kesha hili, hatufungi ushirika wetu na wewe. Endelea kutembea nasi, kutulinda na kutuandaa kwa kuja kwa Yesu Kristo, mfalme ajaye. Tutakukabidhi siku hii na maisha yetu yote mikononi mwako, tukiamini kuwa hata sasa Bwana ametusaidia naye atatusaidia hata mwisho. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina.